Na tukiendelea na uchambuzi, vyombo vya usalama nchini Rwanda vinawashikilia watu 87 kwa tuhuma za kujihusisha na makosa ya jinai wakati wa juma la kumbukumbu za mauaji ya kimbari mnamo wiki iliyopita. Ni kosa la jinai nchini Rwanda kutumia lugha za ubaguzi, kubeza ama kukanusha kutokea kwa mauaji hayo ya mwaka 1994 na baadhi ya wa washukiwa ni vijana ambao hawakuwepo hata wakati wa mauaji hayo yalipotokea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera alituletea ripoti hii Haikutegemewa na wengi kwamba madai ya kutendwa visa vya aina hii vingetokea hasa wakati huu nchi ikiwa katika wakati, wakati mgumu wa kuyakumbuka mauaji hayo, kwa kuwa sheria kali zimekuwepo kwa miaka mingi kuwaadhibu wale wanaokwenda kinyume na utaratibu. Dkt. Murangira Thierry, msemaji wa taasisi ya taifa ya upelelezi na makosa ya jinai, amefafanua jinsi watu hao walivyokamatwa. Natangaza takwimu za kuanzia tarehe saba hadi 13 ni mafaili 82 ya visa hivi, 76 miongoni mwake ni kuhusu itikadi ya mauaji ya kimbari na makosa yenye uhusiano na visa hivyo, na mafaili kuhusu kosa la ubaguzi kwa misingi ya ukabila ni sita. Na washukiwa makosa haya yote waliokamatwa kwa ujumla ni watu 87. Idadi ya watu hawa imepanda kwa sababu mwaka jana wa tuliwakamata washukiwa wa visa hivi 53, lakini sasa unaona kuwa idadi imepanda hadi watu 87. Kwa mujibu wa sheria mpya zilizowekwa mara tu baada ya kusimamishwa mauaji hayo ya mwaka 94, ni pamoja na kulifanya jinai kosa la itikadi ya mauaji ya kimbari kupitia kauli, maandishi au namna yoyote ile ambayo itafanuliwa kama kupuuza kutokea kwa mauaji hayo. Pia mafunzo na miito iliendelea kutolewa kwa miaka hiyo lakini hilo halijaondoa kuripotiwa kwa visa vya aina hiyo na kesi kufunguliwa dhidi ya wale wanaotuhumiwa kueneza chuki za ukabila, na mwaka huu visa hivyo vimepanda, kama anavyoendelea kufafanua Dr. Thierry Murangira. mojawapo ya sababu ya hilo, tathmini ambayo tumeifanya tumegundua kuwa ongezeko la itikadi hii linasababishwa na hali inayoendelea eneo la mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, mathalani maneno yanayotangazwa kupitia mitandao ya kijamii mauaji ya kimbari yaliyotokea Rwanda miaka 31 iliyopita yalisababishwa na chuki kwa misingi ya ukabila lakini jambo ambalo wengi wameonekana kusikitishwa nalo ni kwamba kwa sasa itikadi hii imeonekana kushika kasi miongoni mwa vijana ambao kimsingi walikuwa bado hawajazaliwa miaka hiyo BJN Kairaba ni mchambuzi wa kisiasa hii nadhani imekuwa ikitokana na kwamba uh, vijana wengi wamekuwa wakiyapata mafunzo hayo ama itikadi hiyo kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mi nadhani, ili mambo hayo yote yasiweze ya kutokea tena inabidi serikali sasa iweke mikakati ama mbinu mpya ambazo zitaweza kusaidia. Mitandao ya kijamii imekuwa uwanja wa mapambano baina ya vijana walioko nchini Rwanda na wale walioko nchi za nje, ambapo lugha zinazotumiwa ni dhahiri kwamba zinatoa taswira ya mustakabali usio wa uhakika wa baadaye nchini Rwanda. Silvanus Karemera, DW Kigali.